Si kila mtu anaishi kwa ajili ya kutafuta mafanikio. Wapo wanaozaliwa tayari wakiwa na mafanikio yenyewe. Wapo ambao mara ya kwanza tu wanapovuta pumzi duniani, mwelekeo wa maisha yao huwa tofauti. Hawafuati kundi, hawapendi kuiga, hawawezi kukaa kimya pale panapohitaji mabadiliko. Mtu aliyezaliwa kuwa mkuu huwa na alama zinazomfichua hata kabla hajafanikiwa. Anapambana bila kutafuta sifa, anajitokeza bila kulazimishwa, na anaheshimiwa bila kuomba heshima. Tabia zake, maamuzi yake, mapito yake na hata majaribu yake huwa na uzito wa ajabu, kama vile dunia inamwandaa kuwa nafasi ya juu kabla hajaenuka. Ishara zake huwa zinaonekana kabla hajasifiwa. Watu humwogopa au kumheshimu bila sababu kabla hajajulikana maisha yanamchonga kama jiwe la thamani. Kwa siku ya leo tutakwenda kuziangalia ishara kumi za mtu mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo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 hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ishara kumi za mtu mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake. Namba moja: hana hofu ya kusimama peke yake. Kiongozi halisi haogopi kuwa tofauti, hata akiwa peke yake bado atasimama na uamuzi wake. Roho ya uongozi humfanya mtu awe na msimamo hata kwenye mazingira yanayotisha. Siku zote mtu ambaye amezaliwa na roho ya uongozi na ukuu ndani yake, siku zote huwa hana hofu ya kusimama peke yake. Huwa haogopi kusimama peke yake hata kama watu wakamwacha. Huwa haogopi kusimama peke yake. Roho ya uongozi humfanya mtu awe na msimamo hata kwenye mazingira yanayotisha. Mtu mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake ni mtu ambaye huwa kuwa, ana msimamo hata kwenye mazingira yanayotisha, hata kwenye mazingira yanayogopesha yanamfanya awe na msimamo. Msimamo wake huwa haubadiliki. Mtu mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake huwa na msimamo hata kwenye mazingira magumu, huwa anaendelea kuwa na msimamo wake ule ule. Huwa hawezi kuanza kuogopa wala hawezi kutetereka. Huwa na msimamo ule ule. Lakini ishara ya pili ambayo inaonyesha mtu mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake, anao ushawishi usio wa kawaida. Watu hujisikia kutaka kumsikiliza na kumfuata au kumheshimu bila sababu. Hii si nguvu ya nje bali ni nguvu ya ndani. Siku zote mtu a mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake ni mtu ambaye anakuwa na ushawishi usio wa kawaida. Watu wanakuwa wanajikuta wanataka kumsikiliza tu yeye, watu wanabuku, wan, wanajikuta wanatamani kumsikiliza yeye na kumfuata yeye bila sababu yote, watu wanakuwa wanajisikia kumsikiliza yeye na, ye na kumfuata yeye. Siku zote mtu mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake huwa anao ushawishi usio wa kawaida, na huu na ushawishi hautokani na muonekano wake wa nje. Huu ushawishi huwa ni nguvu ya ndani ambayo iko anakuwa nayo. Kwa siku zote mtu mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake anao ushawishi usio wa kawaida, ushawishi wake anao ushawishi usio wa kawaida ndani yake anao ushawishi usio wa kawaida. Watu wanakuwa wanajisikia tu kumsikiliza yeye, watu wanakuwa wanajisikia kumfuata yeye, watu wanakuwa wanasikia yani akitamka ya watu, watu wanamfuata yeye. Kwa hiyo anao ushawishi usio wa kawaida. Lakini ishara namba tatu, utaka kurekebisha mambo wengine wanaoyapuza. Siku zote mtu mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake hutaka kurekebisha mambo mengine wanayoyapuza. Mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi hawezi kukaa kimya akiona kitu hakiko sawa. Roho ndani yake humsukuma kurekebisha, kuboresha au kuongoza kitu kifanyike vizuri. Siku zote mtu mwenye roho ya uongozi hutaka kurekebisha mambo mengine wanayoyapuza, kwa mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi hawezi kukaa zaliwa kuwa kiongozi au mwenye roho ya ukuu ndani yake, hawezi kabisa kukaa kimya anapoona kitu hakiko sawa. Lazima atatamani kwenda kukirekebisha, lazima atamani kile kitu kikae sawa. Kwa hiyo huwa hapuuzi kitu, hawezi kuchukulia kitu ah kwa kipuza. Kwa hiyo hutaka kurekebisha mambo wengine wanaoyapuza, yale mambo ambayo wengine wanaona ah, ah, mambo bwana, hamna shida, lakini anataka kile kitu kiende sawa. Kwa hiyo mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi hawezi kukaa kimya akiona kitu hakiko sawa, atataka kile kitu akirekebishe, akiboreshe, kiende vizuri. Lakini ishara namba nne, ambayo inaonyesha mtu mwenye roho ya uongozi na ukuu ndani yake, anao ujasiri mbele ya changamoto. Mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi huwa anakuwa na ujasiri wa kushangaza. Wakati wengine wanakimbia, mtu huyo anasimama na kutatua tatizo. Kwa hiyo wakati mwingine, wa, wa, wa, wakati wengine wanakimbia yeye huwa anasimama na kutafuta solution, kuta, kutafuta utatuzi. Kwa hiyo ujasiri huo si wa kujifanya, bali ni wa kuzaliwa nao. Kwa siku zote mtu ambaye amezaliwa kuwa kiongozi anao ujasiri mbele ya changamoto, ni mtu ambaye anakuwa na ujasiri mkubwa mbele ya changamoto. Yeye akimbi azikimbii changamoto, bali anazikabili changamoto na kuzitafutia utatuzi. Kwa hiyo sifa au ishara ya nne ya mtu aliyezaliwa au mwenye roho ya uongozi aliyezaliwa kiongozi na mwenye roho ya ukuu ndani yake ni mtu ambaye anakuwa na ujasiri mbele ya changamoto. Wakati wengine wanakimbia, yeye anasimama kutafuta solution, wakati wengine wanakimbia, wakati wengine wanapiga kelele, yeye anatafuta solution ya kupita, wakati wengine wanatapatapa, yeye anatafuta njia ya kupita kwenye changamoto. Kwa hiyo sifa ya ya nne, ya mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi na mwenye roho ya ukuu ndani yake, anao ujasiri mbele ya changamoto, anao ujasiri. Lakini ishara namba tano, hutumiwa na watu bila kujua. Mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi ndani yake huwa na roho ya hekima, hata kama hana miaka mingi, watu humtafuta na kumshirikisha siri na kutafuta ushauri kupitia yeye. Kwa hiyo watu wanakuwa wanamtafuta bila yani, watu wanakuwa wanamtumia bila hata muda mwingine kujua ya kama kuna changamoto watu taanza kumtafuta kumshirikisha. Yamkini wewe unanisikiliza. Umekuwa na watu ambao wan, wanapopita kwenye changamoto nzito, wanapopita kwenye mambo magumu wanakuwa wanakutafuta wanakushirikisha mambo wanayopitia ili uweze kuwasaidia, ni ishara kuwa una roho ya uongozi na ukuu ndani yako. Kwa hiyo hii haiangalia na miaka mingi, unaweza kukuta ni mtu ni mtoto mdogo tu, lakini hekima iliyoko ndani yake ni hekima kubwa anaweza kaa ni kijana mdogo sana, lakini hekima iliyoko ndani mwake ni hekima kubwa sana. Kwa hiyo ishara ya tano ya mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi na mwenye roho ya ukuu ndani yake, hutumiwa na watu bila kujua. Mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi ndani yake huwa na roho ya hekima, hata kama hana, hana, hana miaka mingi, watu mtafuta na kumshirikisha simu ili kutafuta ushauri kupitia yeye. Lakini namba sita, ishara ya sita Hapendi kuwa chini ya udhalimu. Mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi hupinga dhuluma, udanganyifu, unyanyasaji au upozi. Mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi hatabaki kimya kwenye dhuluma, hata kama yeye anufaiki moja kwa moja. Hawezi kuwa kimya kwenye dhuluma. Lakini uh, ishara namba saba ya mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi na mwenye roho ya ukuu ndani yake, huwa na maono ya mbali. Mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi ana uwezo wa kuona mbali zaidi ya sasa, ana uwezo wa kuona hatari kabla haijatokea. Siku zote anakuwa na macho ya kuona mbali, eh, kabla ya sasa, ana uwezo kuona kitu kabla hakijatokea, ana uwezo wa kuona mbali. Anaweza kusema kitu, jamani, naona kuna kitu sipofanya hivi, kuna jambo moja mbili tatu litatokea Yaani, ana uwezo wa kuona mbali, anaweza kuona hatari kabla haijatokea. Hiyo ni ishara ya mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi na mwenye roho ya ukuu ndani yake, lakini ana nguvu ya kuvumilia. Namba tisa, anachukia kutokuendelea. Ni mtu ambaye hapendi kubakia stagnant, anapenda kuona maendeleo, hapendi kukaa tu pale pale, hapendi kutokuendelea, yeye anapenda kuendelea. Lakini ishara ya kumi ya mtu aliyezaliwa kuwa kiongozi na mwenye roho ya ukuu ndani yake kukutana na upinzani mkubwa sana maishani mwao. Ni watu ambao wanakutana na upinzani mkubwa sana maishani mwao. Ni, ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza lakini, pia kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili uendelee kujifunza zaidi na kupenda. Nikutakie wakati mwema.